Arrahmani Rahim tunaendelea na kisa chetu cha usafi wa nafsi tuliishia kwa pale aliposema Nabiiullah Ibrahim kumwambia malaika Jibrili kwamba nenda kamwambia Allah ananitosheleza yeye na msa, kama msaada nahitaji kutoka kwake yeye Allah Subhanahu wa Taala anasikia mja wangu anaenda kutupwa ndani ya moto ila ameambiwa kamwambie Allah naye akasubiri. Malaika Jibril anafika anamwambia, mja wako Ibrahimu anasema anahitaji msaada kutoka kwako. Na zilipita vilipita vitu vingi katikati, wapo alikuja malaika wa, wa upepo akimwambia ya Ibrahimu, mimi na uwezo wa kuamrisha upepo ukanyanyua haya magogo ukaatupilia mbali aliyakuwa wewe ukatoka salama. Akawambia, sihitaji msaada kutoka kwako. Akaja malaika sijui wa maji wa, wa, upe, wa mvua akasema, naweza kunyesheza mvua ili mradi wewe utoke salama. Akasema hapana. Akaja ndo malaika Jibril akamwambia, asbunullahi wa ni'mal wakil, ananitosheleza Allah Naenda kamwambie mbie nahitaji msaada kutoka kwake, sihitaji kwako wewe ulioumbwa na yeye. Nataka kwake yeye kabisa, muumbaji wetu Allah anaambiwa, mja wako Ibrahimu anasema anataka msaada utokao kwako. Allah anasema yanal ewe moto, kun balida wasalama ala Ibrahimu, kuwa balidi na salama kwa Ibrahimu. Nabillahi, Ibrahim anatupwa, anatupwa ndani ya ule moto, unafika ule moto, kwa sababu umeambiwa kuwa baridi na salama kwa Ibrahim, moto, zile kamba zinakatika yeye, yeah, yuko salama, kanzu yake na kila chochote kinachotokana naye kiko salama, akawa anatarii ndani ya ule moto tu. Ilikuwa ni maajabu, moto umewaka muda wa masiku ya kutosha Anatoka aliyakuwa ni mzima, anatoka aliyakuwa yuko salama, kisa kikionyesha kwa hawa kuwa huyu Mungu wenu nyinyi simlimtupa kwa sababu ya yeye kubomoa kwake masanamu, mkamtupa, mkaona hame, ameacha kuabudia miungu yenu. Basi huyu Mungu wa Ibrahimu ndio Mungu mwenyewe anayetaka kuabudiwa, anayetakiwa kuabudiwa. Nyinyi msimwabudie yeyote, amna Mungu isipokuwa wa Ibrahimu, ndo wa kweli. Sio iye hii masanamu ambayo ameyavunja alafu, yameshindwa kumwadhibu. Yaya huyu ambaye anamwabudia huyu Ibrahimu ndio anayetaka kuabudiwa, na yuko peke yake. Huku nilikuwa nimepita tumepita baada ya kuona kuna watu leo, wanaweza akasema nenda kamwambia fulani, ila mtu anawahi kujibu tu. Tulikuwa tunaangalia utukufu wa Mwenyezi Mungu, anaposikia mja wangu kasema, kaambiwa aje aniafikishie taarifa usubiria, na kama huyo aliyeambiwa aje afikishe taarifa akawa amesahau, umkumbusha mja wangu fulani kakutuma, mbona hujasema? Basi sasa hii katika kutoa nafsi nafsi zetu usafi wa nafsi ndo tunaenda moja kwa moja kwa nabiullahi Ibrahim. Tena kwa nabiullahi Ibrahim kwa Musa. Musa ndio aliyokuwa akiongea katika mlima Sinai huyu nabiullahi Musa. Kuna siku moja, kuna bwana mmoja akawa ni mwenye kuo, kuo, yeye alikuwa ni mwenye kuombaomba watu wanapokuwa wanataka kutoa basi wanamuwazia yeye kwa sababu wanajua ni mwenye dhiki. Basi akamfuata Nabiullahi Musa, akaambia, ya Musa, ewe Nabiullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, nenda, neenda akamwambie Mwenyezi Mungu, kila wanaposema kutoa mimi sina cha kutoa, nami mwenyewe na na hamu ya kutoa ila sina. Nenda kamwambie Allah na mimi anijalie nipate ili niweze kutoa, wanapo unaponadi kwa ajili ya kutoa, na mimi nitoe, sio kila siku mimi napokea. Ili jambo ni zuri sana. Nabiullahi Musa kafika kwa Allah kafanya mambo yake kasau. Ndio tumesema, Allah anajua, anasikia, ana kila kitu, anaona, ila anasubiria aambiwe. Akamwambia, ya Musa, ewe kuna mja wangu kakutuma kuja kuniambia kuna jambo lake. Mbona hujasema? Asalama. Kaniambia unaposema tutoe, watoe, ah, na cha kutoa yeye ni wakupewa kila siku. Basi anaomba umjalie aweze kuwa nacho na yeye. Panaponadiwa kutoa, basi na yeye atoe kama wengine. Allah akamwambia na hilo nimelikubali. Ila nenda kamwambie. Akiomba kimoja jirani yake nitampa viwili, kwa kila anachokiomba basi, jirani yake nitamzidishia maradufu. Basi Musa akawa amerudi. Mtume wa Allah yule yule, mja akawa amefuata kwa shauku. Vipi e, umefikisha? Akasema naam, nimefikisha na Allah akakubali, alifurahi sana. Ila ukishasikia ila, lazima utulie. Wanasema kaa kwa kutulia. Ila nini tena? Kuna tatizo Akasema Allah akasema, kuomba kwako umepata, ila kwa sharti, utakachokiomba kimoja, basi jirani yako atapata viwili, na ukiomba vitano, jirani yako atakuwa nazo kumi. Ndio tulisema kila mmoja anataka awe nacho ili awakomeshe wengine, kuwa nacho yeye na mwenzake anacho ni mtihani, ni shida, ni dhima. Yaani nitafanyaje? Nitamtambia nani? Sikia sasa, na huyu alivyoanza kuwaza, mimi nimekaa leo, nimeomba mwenyewe, nimenyanyua miguu yangu, nimemfuata mtume wa Mwenyezi Mungu, nimemfikishia nalolihitaji leo, eti naomba mimi, wamekaa yeah, kwake kule, hata ajui lolote, afapate viwili huu ni mtihani hapa. Sasa ninachotakiwa nifanye ni nini ili nimkomeshe huyu? Anasema ya Allah na kuomba nijalie, nitoboke niwe kipofu mpofu wa jicho moja, ili jirani yake awe mpofu wa macho mangapi? Mawili. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Waislamu hatutakiwa kuwa hivyo. Waislamu utakeni maendeleo, waislamu utakeni kuendelea. Laiti kama watu wote tukiwa matajiri, hakuna hakuna mtu ambaye atakaa akimwazia mwenzake ubaya, na ndio maana Allah subhanahu wa Ta'ala, katika nguzo za Uislamu kuna nguzo inaitwa zaka, kutoa zaka, na inapotoa zaka ni utakaso wa mali ya mtoaji mpaka nafsi hadi ya yule ya mpokeaji zaka, wa ukweli wa zaka, sio hizi za fitri ya kilo mbili na nusu ile. Zaka inatolewa kiwango ambacho ukimpa mwenzako mwaka huu, basi mwakani ana uwezo wa kutoa na yeye zaka kumpa mwingine, kwamba tayari utajiri unaenea, sio nampa kilo elfu kumi alafu nasema nimetoa zaka. Hiyo inaweza ikawa kwenye fitri, kwamba nimetoa kilo elfu mbili mia tano hizi nimetoa, ikawa ni zaka ya fitiri tu. elfu kumi anisaidii kwamba kunipa utajiri wa mwaka kesho, nami nitoe. Unatoa kiwango ambacho mtu akikipata hivi anaanzisha biashara, hiyo ndo zaka. Hizi nyingine ni sadaka tu. Kwa hiyo zaka ya mali haswa, na yule anayepokea, mda ule ukampa, basi nafsi yake ukunjuka hata mfano kwenye zakatul fitri unajua, sehemu fulani kuna maskini, ukachukua kilo mbili yako na nusu mathalani, unani ukampa kilo mbili na nusu ukampa na elfu tano au elfu ngapi eh, umempa mchele ukampa na chanzo cha kupatia nyama. Yule mtu hata ukipita kule atakuwa ni mnyenyekevu na atakuwa anakuombea dua, akikuona anafurahika anaona ndio huyu mja alinisaidia hivi. Ndio nafsi yako e, nafsi yako inatengema, inakuwa safi, na ya kwake pia anakusafishia nia, sio wewe. Anajua kabisa yule ana uwezo wa kunipa mimi, alafu anakuona wewe kutoa utoi, anakuona katika nini, anakuwa anakuombea mabaya tu. Na ukitokea wizi wowote, we utamwazia wale ndo wezi wale, na yeye hata kama nini, anawaza yule mwenye sio mtoaji, atacheka ila sasa wizi unapangwa na yeye anasikia, atasema hapana, yule mja ni mwema. Ndo kutasafishiana nia. Nafsi zetu tunazifanyaje? Tuzifanyeni nafsi zetu ziwe safi, sio kwamba mwenzako jirani ya ana ndo unasema yes ameumbuka. Ah, ah, ana lolote la kulifanya, tutakeni kufika pamoja sio kufika kwa mafungu tena, mafungu wenyewe ya lawama. Tuzitoeni lawama ndogondogo, Waislamu tunapokuwa, tutengenezeni Uislamu wetu uwe safi, kila unapopita unakuwa umesafishiwa nia. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata kwa wale wengine wasiokuwa Waislamu walikuwa wakimwona wanafurahika na, na kuhudumia. Subiri kidogo. Siku moja kuna bibi mmoja, namalizia usafi wa nia nafsi zetu, je ni sababu zao wengine kufurahika. Bibi moja aliambiwa, huyo Muhammad ana tabia mbaya, tabia chafu. Basi huyo bibi akasema alright, nikikutana na huyo Muhammad nitamuua. Siku moja akiwa anapita njiani, mtume anakutana naye, aliakuwa amjui kama ndo Muhammad mwenyewe. Ana mizigo akamwambia, ya, bibi yangu baada ya salamu akamwambia lomba nikusaidia mzigo wako. Wakaanza kutembea, yule bibi akashangaa, ni tabia gani hizi mbona? Sijawahi kuona vijana kama huyu, balobalo mzuri, alafu anaanza kusaidia saidia mizigo. Angeona kwamba ni uchafu, ni fedhea, atoke jasho kisa mimi. Basi wametembea pa kutembea, akaanza kumpa mawaidha. Yule bibi anasema, wewe kijana, naona una tabia nzuri, ila tabia zako na kuhusia, ukikutana na Muhammad, jihadhari naye mbali, tena chunga. Mimi hapa nikikutana na huyo Muhammad, ningemuua, ila sema simjui na nikija kumwona nitamuua. Ah, Muhammad ana tabia chafu, ana tabia mbaya. Ametembea wa wamefika mbali, bibi anataka kwenda huku, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anataka kwenda kule. Akawaambia, nashukuru nimefika huku, ila hujajua mimi ni nani. Mimi bibi yangu, ndo naitwa Muhammad, huyo uliokuwa unamsema. Akasema, wewe ndo huyo Muhammad? wa innaka ala khuluqin adhim, hakika wewe una tabia nzuri, ambazo mimi nimeambiwa tabia mbaya hapana. Mimi hakika wewe kama ndo hizi tabia zako, na wewe unasema ni Muislamu na wewe unasema ni mtume wa Mwenyezi Mungu, basi huyo aliyokutuma ni wa kweli. Ashhadu an la ilaha illa llah wa ashhadu annaka ya muhammadur rasulullah, nashuhudia kuwa Allah ni mmoja, hapasegwabiwa na hakika kuwa wewe Muhammad ni mtume wa Allah. Basi ikawa ni sababu ya yule bibi kufurahi. Sisi waislamu tunapokuwa tabia zetu zimekaaje? nafsi zetu zikoje? tuzisafisheni nafsi zetu, tusafishe nafsi zetu, itakuwa ni sababu za wengine kuona uzuri wa Uislamu. Tuwe na tabia nzuri, tuwe na tabia nzuri, tufanye wengine wafurahikie uislamu wetu kwa sababu ya nafsi zetu tumezifanya kuwa safi. Hiyo ni mifano na sisi kujisafisha, na sisi tuwe wasafi, tunapokuwa na hao wengine wanaotutazama wafulaike. Wabilahi taufiki, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ustadh Gaddafy.